Mathayo sura 25 anasema hivi, mstari 21, bwana wake akamwambia, vema mtu mwema na mwaminifu, ulikuwa mwaminifu kwa machache, nitakuweka juu ya mengi, ingia katika furaha ya bwana wako. Kwa hiyo kesho ya mtu inategemea na jana ya kwake, leo ya mtu inategemea na jana ya kwake. Anasema ulikuwa, nitakuweka. Kwa hiyo mahali unapoingia kesho, mahali mtu anapokuwa kesho, yale atakayopata kesho yatategemea na leo, amekuwa vipi na sio amekuwa vipi kwenye mambo ya kwake, amekuwa vipi kwenye mambo ya bwana wake. Anasema, ulikuwa mwema, ulikuwa mwema na "uli" ni wakati uliopita. Kwa hiyo wakati wako ulio wa sasa ni muhimu sana kutembea nao, ili kutengeneza wakati wako wa kesho, kwa sababu wakati wako wa sasa ndio ufunguo kwa kufungulia mlango wa kesho ya kwako. Sababu anasema ulikuwa mwema na mwaminifu, nitakuweka juu ya mengi. Anasema ingia katika furaha. Kwa hiyo kuna mlango ambao upo unakaa umefungwa. Mwanadamu anapozaliwa ule mlango umefungwa. Kuna mlango wa kiwango cha furaha unafungwa mwanadamu anapozaliwa. Kila mtu anapozaliwa lazima alie. Kwa nini? Kwa sababu katika ulimwengu wa roho anapoingia duniani, kuna mlango unafungwa wa kiwango fulani cha furaha kwenye maisha yake, ambao hautafunguliwa mpaka kwanza ameamua kuanza kufanyia kazi kile kitu ambacho kiliwekewa ndani yake. Furaha yake itakuwa imefichwa kwenye kufanyia kazi yale ambayo Mungu amemletea kuyafanya ule ndio unakuwa ni ufunguo wa mlango wake. Anasema ulikuwa mwaminifu kwenye ni machache, nitakuweka juu ya mengi, anasema ingia. Maana yake kama anaambiwa ingia, maana yake alikuwa hajaingia, alikuwa yuko nje. Hauwezi ukawa ndani afu ukaambiwa ingia, maanake ulikuwa nje ndio unaambiwa ingia kwa kuna kitu kichompa tiketi ya kumwambia ingia uhalali wa kuingia kwenye furaha ya Bwana wake ilikuwa ni yeye kuanza kufanyia kazi kile ambacho Mungu aliweka ndani yake. Ndiyo maana furaha ya mtu haipo kwenye vitu alivyo navyo mtu yoyote. Sikiliza nikwambie, kuna watu wana kila kitu, hawana furaha ile, kwamba una vitu havikupi furaha. Ndio maana unaweza shangaa mtu anaweza akawa hana kila kitu, ila ana furaha iliyopita maelezo, kwa sababu ndani yake ameamua kuishi kwa ajili ya watu wengine. Shetani anaweza kumdanganya mtu kwamba ukipata hiki ukipata kipata kitu utapata. No, no, no, furaha ya mtu haipo kwenye vitu. Furaha ya mtu haipo kwenye connections na watu alizonazo, haipo kwenye vitu alivyonavyo, haipo kwenye mali alizonazo. Ukitafakari maisha yako ndani, kila kitu ulicho nacho utakiacha duniani, ili ujue kwamba unaishi kwa ajili ya watu wengine, sio kwa ajili yako. Hata nyumba tukijenga, sio kwa ajili yetu. Hajaishi nimejenga nyumba kubwa kiasi gani, nalalia chumba kimoja, vingine vyote wanalalia wengine Hajalishi nimekusanya pesa nyingi kiasi gani, hakuna mwanadamu mwenye uwezo wa kutumia pesa zote nyingi alizonazo, hana huo uwe uwezo. Mpaka unakufa unaacha kwa ajili ya watu wengine. Kusanya mali nyingi unazokusanya, kwa kiwango unachokusanya, hamna furaha ndani yake, kwa sababu hata hizo sio kwa ajili yako. Kila ulichonacho sio kwa ajili yako, hata ukifungua biashara sio kwa ajili yako, kwa sababu unauza vile vitu kwa ajili ya watu wengine, ili wapate kile ulichonacho. Furaha ya mtu ipo kwenye kwanza kuishi maisha kwa ajili ya watu wengine. Asema nitakuweka juu ya mengi, sio machache. Kilichomfanya awekwe juu ya mengi ulikuwa ni uaminifu wake. Uaminifu ukiondoka kwa mtu, karama ya Mungu na kile kitu ambacho Mungu ameweka ndani yake kinakufa ndani yake, kinapotea kinashindwa kuzaa aliposema, ingia katika furaha ya bwana wako, kasema. Kwenye tafsiri za Kiingereza Amplified Bible, Message Bible Translation na New International Version zinasema hivi, unaingia unakuwa mshirika wa furaha ya Mungu. Kwa hiyo unaingizwa kwenye kiwango cha furaha ya Mungu mwenyewe. Ko, ni furaha ambayo haielezeki, hawezi kuelezea. Anasema ile pati ya mwisho, anasema enter into and share the joy which your master enjoys. Hiyo ni Amplified Bible. Ukienda kwenye Message Bible Translation nasema hivi, from Now on, be my partner. Kuanzia sasa uwe mshirika wangu, unakuwa mshirika wa Mungu kwenye ile furaha ya Mungu mwenyewe kama vile ambavyo ukiwa ni partner kwenye biashara mna share hasara, mna faida, mnagawana sawa. Kwa Mungu anakuambia ukiwa mwaminifu, inakupa kibali cha kuingia na kuwa mshirika, unakuwa ni partner wa ile furaha ya Mungu mwenyewe. Tukiongea furaha, kisio kile kinatumia furaha lakini kingiza kinatumia maneno mawili, kuna joy na happiness. Happiness ni furaha ya kibinadamu, mtu amekuchekesha, umecheka, mtu amekupa zawadi, umefurahi, umetenza ndoto yako, umefurahi. Furaha ya Mungu, neno joy. Joy haipatikani kwa kitu chochote kile cha duniani. Joy ni furaha ya Mungu ambayo inatoka kwa Mungu mwenyewe. Ile haitokani na mambo au na hali au na mazingira au na vitu, inakuja automatic kiasi kwamba ndio ile unashangata, kama mtu amefiwa bado anacheka. Mtu anaweza akapata hasara ya kila kitu bado akafurahi, kwa sababu hiyo inatoka kwa Mungu mwenyewe, haitegemani na mazingira na vitu.